Oh, so... Oh, mwanangu vipi? Oh, so kama kawa. Yama sana. Siku hizi mbona umeadimika babu? <laughs> Washa tochi, babu. Babu hata <laughs> basihara ya ngumi bwana. Ngumi gani Mandonga? Sasa mwanangu. <laughs> Hey, mwanangu, na mchongo nataka ni kupange. Nipange, babu. Yani nipange, nipange si unajua naelewa. Una muuni mwanangu ameniingiza tauni. Yani ameniweka tauni mpaka sahizi sina maneno babu. Si niambie kwanza. <laughs> Tauni. Yani tauni. Hapa ni tauni say meingiza. Tauni gani hiyo, kwanza nieleze, yani tauni gani? Pesa a, unaziona hii pesa? Sasa muuni alitumia hii pesa kunitapeli, unaziona hii pesa, unaiona? Sasa unaona hapo nilivyoweka hivyo? Sasa aliniambiaje? Eh, weka na ya kwako hapo, akasema weka na wewe ya kwako. Watu wa sasa hivi hamna akili <laughs> to... <sharp inhale> Na wewe kaweka? Ah, niliweka mwanangu mimi nilikosa nili. Sasa mwanangu kama muuni unamjua si lazima uweke. Wewe uniweka. Ah, nikaona mimi niweke tu kichapu nikaona kama michezo ile ya primary. Eh, sasa, sasa weka nikuoneshe alivyonifanyia huo mchezo wewe. "Unataka" na mimi niweke hapo? ah ah, mimi nakuonesha alivyo weka, yaani weka nikuoneshe sasa. Akaweka sasa, sasa atachukuliwa na upepo au aka akafanya kama mchezo wake, unaona, samuni akaitoa hiyo pesa kama hivi Aliko okindi akakimbia, na kutoka hapo akakimbia nayo kutoka hapo hadi hapa sawa. Alafu tena muhuni akaichukua hmm, akaondoka nayo tena hivi.